Amani ya Kristo iwe nanyi. Naitwa Mtume Margaret George, mimi ni mtumishi wa Mungu. Leo ninakuletea habari za kurejea kwa Bwana, wewe ambaye ulipata neema ya kumjua Mungu, ulipata neema ya kuzijua siri za Mungu, lakini ukafarakana naye. Wewe uliyemwacha Mungu ukageukia katika njia za uovu, Bwana amenituma ukapate kurejea kwake ili kwamba akapate kugaili mabaya aliyokusudia juu yako. Neno la Mungu katika Yoeli mbili mstari wa kumi na mbili, neno linasema, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema naye hughaili mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umefanya maovu mengi, umeua, umefanya ufisadi, umesingizia, umetenda mambo mabaya, yakawa machukizo mbele za Mungu. Bwana anakuita tena leo, ukapate kurejea ili kwamba akapate kugaili uovu ambao alikusudia juu yako. Bwana akiachia ghadhabu yake, hakuna atakayeweza kumzuia. Bwana akaachia ghadhabu yake juu yako. Hakuna atakayekuokoa. Wewe ambaye unataka kurejea kwa Bwana, wewe ambaye unataka kumrudia Mungu, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe makosa yangu yote. Baba wa mbinguni, ninarejea kwako. Mimi niliyepotea, mimi niliyegeukia tena kutenda mabaya. Bwana, ninaomba nafasi nyingine ya kurejea kwako ili kwamba Baba ukapate kugaili mabaya juu yangu. Mungu wangu wa mbinguni, ninaomba unisaidie kupitia mwana wako pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Rejea kwake, uendelee kukaa kwake, ukatende mema siku zote za maisha yako, ili kwamba usiangamie. Mungu akubariki sana. Amina.